Nipo hapa kwa ajili ya kuiwakilisha wizara yangu Maliasili na Utalii katika kikao kazi cha wataalamu cha kufanya tathmini na kutambua visababishi vinavyoathiri afya ya jamii. Kama mnavyofahamu, ni kwamba hivi karibuni nchi yetu ilikumbwa na majanga mbalimbali, majanga ya uviko, majanga ya kipindupindu, majanga ya mabaga sasa sisi kama Wizara ya Maliasili na Utalii haya majanga yana athari kwa namna moja au nyingine. panapotokea majanga yoyote yanayohusiana na afya yanakwenda kutugusa moja kwa moja. kwa sababu wageni watalii wanapopata taarifa kwamba nchi yetu ina majanga hayo na kama hatuna mipango thabiti namna ya kukabiliana nayo kwa, kwa automatically wanaogopa kufika au wanaogopa kutembelea nchi hiyo, husika na inaathiri uchumi na pato la taifa. Kwa kuwa shughuli yetu sisi kuu ni kulinda na kuhifadhi maliasili zetu ambazo ndo kivutio kikubwa katika utalii. Pamoja na hayo, tunazo mbuga za taifa, kwa maana ya kwamba hifadhi za taifa, tuna mapori akiba, tuna mapori tengefu, kuna maeneo ya jumuiya za wanyamapori Maeneo hayo ni makazi ya wanyamapori ambapo ndo kivutio vile vile cha utalii. Wanyamapori hawa hawako peke yao hawa, hawawezi kujitenganisha na mifugo. Tukuchukulia ule upande wa kaskazini, ni mara nyingi utakuta wanyamapori hawa wanachunga pamoja na mifugo yetu ambayo ni ng'ombe. Utakuta pundamilia, swala, nyumbu wako pamoja na mifugo yetu ya ng'ombe, mbuzi na kondoo na hata wale punda tunaotumia kwenye kubebea mizigo. Sasa kuna magonjwa ambayo yanahama kutoka kwa wanyamapori kwenda katika mifugo, na hiyo mifugo sisi kama binadamu tupo nayo karibu. Kwa hiyo ni rahisi sisi pia kupata madhara ya magonjwa kupiti